Wakenya kwenye mitandao ya kijamii kwa sasa wanaokosoa vikali wanasiasa baada ya Jimmy Donaldson maarufu kama Mr. Beast kwenye YouTube kwa siri nchini Kenya, kwa siri akiwa na mradi wake mkubwa wa kibinadamu kupitia video yake mpya aliyoipa jina la watch this video to fit one person in need. Yani, tazama video hii ili kumlisha mtu mmoja mwenye mahitaji. Mr. Beast alizindua kampeni ya kutoa msaada wa chakula na miundombinu kwa shule moja nchini Kenya. Video hiyo kama zilivyo nyingi alizoe kuzichapisha ilenga kuleta mabadiliko ya kweli kwa jamii huku ikitegemea usaidizi wa watazamaji wake ambao tayari umefikia zaidi ya subscribers milioni 384 upande wa YouTube. Katika video iliyochapishwa Jumamosi ya weekend iliyopita tarehe 12 ya mwezi wa April, Mr Beast alianza kwa kutembelea shule moja ya msingi nchini Kenya. Pamoja na timu yake, akedia kwamba kila mtazamaji wa video hiyo atachangia moja kwa moja katika kulisha watu wenye uhitaji. Unapotazama video hii unasaidia kununua mashamba, kujenga jiko kubwa, shule zenye chakula na kuokoa watoto dhidi ya ajira ya utotoni, alieleza Mr Beast. Kwa vitendo, Mr Beast alishirikiana na walimu na wapishwa shule hiyo kuandalia wanafunzi zaidi ya mia tano mlo wa uji na githeri, akiahidi kufadhili kiamsha kinywa na chakula cha mchana kila siku. Kwa muda mrefu, kadri watu wengi wanavyotazama video hii ndivyo tutakavyoweza kuendeleza huduma hii ya chakula shuleni, aliongeza. Mafanikio ya mpango huo yalionekana haraka, kwani mahudhurio ya wanafunzi yaliongezeka kwa kasi, hili mchuchi ya Mr. Beast kuanzisha mradi mwingine kuwaletea wanafunzi madawati, baada ya kugundua kuwa wengi wao walikuwa wakikaa sakafuni, huko wengine wanne wakishirikiana kwenye dawati moja dogo liliokuwa likikusudiwa kwa hudumu liki wanafunzi wawili pekee. Gari lililobeba madawati liliwasili shuleni na kupokelewa kwa nderemo na vifijo kutoka kwa wanafunzi. Na baadaye alijenga jiko kubwa la kisasa kwa ajili ya programu ya milo miwili kwa siku. Pia alifadhili ujenzi wa kisima cha maji, tangi la kuhifadhi maji, greenhouse na shamba ili kuhakikisha shule hiyo inakuwa na uhakika wa chakula kwa muda mrefu. Zaidi ya hapo, Mr Beast alitangaza ushirikiano na mashamba makubwa katika eneo hilo ili kuhakikisha shule zingine pia zinapata mazao mapya kila siku. Mashamba hayo yamegawanywa sehemu moja ulisha shule na nyingine usaidia jamii kwa ujumla. Ili kurahisisha kazi, alinunua trekta kwa mashamba hayo na lori kwa shule ili kurahisisha usafirishaji wa chakula. Mwishoni mwa mradi huo, shule hiyo iliachwa ikiwa na chakula cha kutosha kwa zaidi ya milo laki moja. Video hiyo aliyoshare weekend iliyopita ni program ambayo alifanywa kwa muda, yaani sio kwamba tukio zima alichukua nafasi tarehe 12. Hapana, alikuja nchini Kenya kwa siri na kisha kufanya haya yote na kuiachia project baada ya kukamilika. Sasa hatua hiyo ya Mr Beast imeweza ku chochea moto kwenye mitandao ya kijamii hasa upande wa X ambapo Wakenya walitumia fursa hiyo kuwalaumu viongozi wao kwa uzembe na kutekeleza majukumu yao. Baadhi ya watumiaji hao walisema kwamba Mr Beast amefanikisha kile ambacho serikali ya Kenya kwanza imeshindwa kufanya katika miongo mitatu. Mwingine akasema kwamba ni aibu kwamba eneo lina MCA, mbunge, seneta na gavana, lakini bado linategemea YouTube kutoka nje kuja kufanya yale ambayo viongozi wetu walipaswa kufanya miaka mingi iliyopita wengine walikumbushia tukio la hivi karibuni ambapo serikali ya kaunti ya Turkana ilibomoa darasa lililojengwa na mchekeshaji Eric Omondi kama sehemu ya harakati zake za kusaidia jamii. Utakuta kuna mbunge au MCA aliyekasirika kwa sababu Mr Beast ameleta msaada katika eneo lao bila wao kushirikishwa, aliandika mmoja mtumiaji wa mtandao wa X. Baadhi yao pia walianza mpaka kumkejeli Rais William Ruto akidai kuwa huenda sasa anapanga kwenda kuzindua miradi iliyoanzishwa na YouTuber huyo.